kutokana na ugonjwa wa moyo gerezani. Huenda watu watanungunika hapa na pale. Hata hivyo, watanungunika kwa muda mfupi, kisha watanyamaza na hatimaye watamsahau Mwelusi. Wanabutangi wanasahau haraka sana. Manunguniko yao yatakuwa kama wingu angani. Baada ya muda mfupi wingu litatoweka. Kame anasema kwa sauti, napinga. Naye batu wanampuuza Kame Anaendelea anasema, ikiwa uh, badala ya kutumia pendekezo langu tunaonelea afya akiwa gerezani, nina mchango wa maoni. Mhm, watu wanasema tuwatangazie watu kwamba mfungwa anasema kwamba anasumbuliwa na mpigo wa moyo, kisha tuwaambie kwamba mtukufu mtemi ameagiza mfungwa aletewe mganga mahiri kabisa katika Butangi nzima kisha mganga ashindwe.